Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa mfuko wa misitu Tanzania, TAF. Karibu kusikiliza. Ni asubuhi, jua likichomoza kwa rangi ya kuvutia, wanakijiji wamekusanyika ndani ya banda dogo la uzalishaji wa briquette mashine mbalimbali mbali zikifanya kazi na meza kubwa ipo katikati kati ikiwa na vumbi la makaa. Mama Maarifa anaongoza mafunzo ya vitendo. Mzee Juma anaonekana kama kakerwa kwa swali la Babutunda. Hizo hmm, za kukabonishwa basi zitakuwa gali mno, si bora tu tuendelee na kuni zetu za bure msituni. Lakini Babutunda, hebu fikiria na faida pia. Waswahili husema haliishi mpaka iishe. Ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI. Karibu kusikiliza. Karibuni sana wanakijiji wenzangu, ah, leo tupo kwenye karakana hii ndogo ili tujifunze hatua muhimu za uzalishaji wa briketi. Naamini wote mpo tayari au vipi? Leo Mama Maarifa, yo be, Mama Maarifa, nilikuwa nafikiri briketi ni kitu moja tu, kumbe kuna njia tofauti za uzalishaji. Ndiyo nanyuri, kuna njia mbili kuu, briketi za kukabonishwa na zile zisizokabonishwa. Tofauti zake ni nyingi. Zilizokabonishwa huwa nyeusi kama mkaa, zinawaka haraka kutoa joto kubwa na moshi kidogo. Zisizokabonishwa mara nyingi huwa na rangi ya kahawia au kijani, zinafanana na kuni za asili, zinatoa moshi mwingi na huharibika haraka zisipohifadhiwa vizuri. Hizo hmm, za kukabonishwa basi zitakuwa ghali mno. Si bora tu tuendelee na kuni zetu za bure msituni. Lakini Babu Tunda, hebu fikiria na faida pia. Mama Maarifa, unaweza kueleza ni ipi bora zaidi kwa matumizi ya nyumbani? Za kukabonishwa ndizo bora zaidi kwa kaya zetu, hutoa moto safi, hudumu muda mrefu na hazina moshi mwingi. Tena ni rafiki kwa afya na mazingira. Hivyo leo tutaangazia zaidi mchakato wa kuzalisha briketi hizo. Baada ya kukabonisha na kusaga malighafi, tunatengeneza mchanganyiko: unga wa makaa, maji na vinatishi au bainda. Bainda husaidia briketi zishikane vizuri, zisiwe rahisi kuvunjika. Bainda ni kitu gani hasa? Ni lazima nitumike? Ndiyo, kuna aina kadhaa za bainda au vinatishi unga wa muhogo au mahindi, molasis, udongo mfinyanzi, hata karatasi chakavu. Kila moja ina faida zake. Kwa mfano, unga wa muhogo hutoa briketi imara na safi zaidi. Kwa upande mwingine, molasis ni nafuu, lakini huhitaji kuchanganywa na chokaa ili kupunguza kiwango cha asidi. Matumizi ya bainda ya udongo mfinyanzi huongeza uimara na gharama yake ni nafuu, lakini hutoa briketi zenye kiwango kikubwa cha majivu wakati wa kupika. Ehe, sasa kumbe hata karatasi taka zinaweza kuwa mali. Ndiyo Babu Tunda, tunapopanga vizuri, taka ni hazina. Kila bainda huongeza nguvu ya briketi. Na baada ya kuchanganya tunafanyaje ili tupate briketi? Asante kwa swali zuri Mzee Juma. Tunatumia mbinu za ukandamizaji kupata briket. Kuna namna mbili za ukandamizaji: kwa kutumia mikono na mashine. Matumizi ya mikono ni njia rahisi zaidi. Hapa mzalishaji huweza kufinyanga malighafi na vinatishi kwa vidole vyake akitengeneza maumbo ya mviringo. Namna nyingine ni kutumia vifyatuzi vyenye maumbo mbalimbali mbali, kama vile vibomba au viboksi vyenye uwazi pande zote. Kwa upande mwingine, briketi huzalishwa kwa kutumia mashine ili kupata briketi nyingi kwa muda mfupi na zenye ubora wa juu zaidi. Uzalishaji huu unafaa zaidi kwa mahitaji ya shule, viwanda na taasisi kubwa. Oda, kwa hiyo kila mtu anaweza kuchagua mashine kulingana na uwezo yake ya kifedha. Sawa kabisa na nyuri muhimu ni kuhakikisha briketi zinabanwa vizuri ili zisiwe dhaifu. Lakini zikishatoka kwenye mashine si tayari zinawaka? <laughs> Hapana Babu Tunda. Briketi mbichi huwa na unyevu mwingi, tunazikausha kwanza. Oh, ila kukausha kunafanyikaje? Kuna njia kuu tatu mzee Juma. Kukausha juani, hii ni rahisi na nafuu lakini tegemezi kwa hali ya hewa. Ya pili ni kibanda kilichoezekwa kwa kutumia plastiki, yaani greenhouse. Njia hii ya kitaalam husaidia kukausha haraka na salama, hata kama jua sio kali sana. Na njia ya tatu ni mashine, mashine hizi zinazotumia umeme au joto la taka. Njia hii ina ufanisi mkubwa zaidi, ila ni ya gharama na inahitaji ujuzi zaidi. Yobe, kumbe briketi zinahitaji matunzo hadi zikauke vizuri? Ndiyo, ni lazima zipunguze unyevu hadi asilimia nane mpaka kumi na mbili. Hapo ndipo zinawaka vizuri na kudumu kwa muda mrefu. Baada ya kukaushwa, hatua ya mwisho ni kufungasha na kuhifadhi. Tunapanga kulingana na mahitaji ya wateja: pakti ndogo za kilo 2 mpaka 5 kwa kaya, pakti za kilo kumi mpaka 25 kwa migahawa na shule, na pakti kubwa au ile mizigo mikubwa yenye kilo zaidi ya 50 kwa viwanda. Ni muhimu pia kuandika uzito, aina ya briketi na mawasiliano ya mtengenezaji. <laughs> Haya sasa, kumbe kutengeneza briketi si mchezo, ni sayansi kamili kabisa ndio maana tunasema tukifuata hatua hizi kwa umakini tutazalisha briketi safi zenye nguvu na zinazoweza kuaminika sokoni hapo basi wanakijiji wa kijiji cha kijani wamejifunza hatua za uzalishaji wa briketi kuanzia kuchanganya kukandamiza kukaushwa hadi kufungashwa katika kipindi kijacho Mama Maarifa ataeleza zaidi juu ya ubora na viwango vya briketi. Asante kwa kusikiliza Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Kitakachokujia muda na wakati kama huu. Asante kwa kutusikiliza.